Serikali mjini Khartoum inaishutumu UAE kwa kuvunja Mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu Mauaji ya Kimbari kwa madai kwamba inawaunga mkono wanamgambo wa RSF ambao unapambana na vikosi vya taifa hilo. Babu Abdallah amefuatilia sakata hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Sudan imeieleza mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kwamba umoja wa falme za Kiarabu UAE ndiyo nguvu inayoendesha kile ilichokiita mauaji ya kimbari katika jimbo la Darfur. Madai ambayo UAE imeyakanusha vikali na kusema hayana ukweli hata kidogo. Serikali ya mjini Khartoum imeifikisha Umoja wa Falme za Kiarabu mbele ya mahakama ya ICJ ikiishtaki kwa kuhusika katika mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Masalit kwa kuunga mkono wanamgambo wa RSF wanaopambana na jeshi la Sudan tangu mwaka 2023. Hata hivyo, UAE imekanusha kuwaunga mkono wanamgambo hao na imeitaja kesi ya Sudan kama thamthilia ya kisiasa na inayoyumbisha juhudi za kuvimaliza vita ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu. Wakati mawakili wa pande zote mbili, Sudan na UAE, wakitushiana misuli juu ya tafsiri za kisheria katika kesi hiyo, vilio na mateso yanayowakuta raia wa Sudan yanaendelea kuongezeka. Jeshi la Sudan pamoja na wanaharakati wa ndani wamesema shambulio lililofanywa na wanamgambo wa RSF katika mji wa El Fasher siku ya Jumatano lilisababisha vifo vya watu wasiopungua wa kumi na mbili na kuwajeruhi wengine kumi na saba. Akifungua kesi hiyo katika ukumbi wa mahakama ICJ, muawi ya ICJ Muawiya Osman Waziri wa sheria wa mpito nchini Sudan ameiambia ICJ kwamba mauaji ya kimbari yanayoendelea hayangetokea bila ya ushirikiano wa Umoja wa Falme za Kiarabu ikiwemo kusafirisha silaha kwa wanamgambo wa RSF. Amesema na hapa na mnukuu: msaada wa moja kwa moja ambao UAE umekuwa ikitoa na inaendelea kuutoa kwa RSF ni nguvu inayoendesha mauaji ya kimbari yanayoendelea ikiwemo ubakaji, uhamishaji wa kulazimishwa na uporaji. Mwisho wa kumnukuu. Waziri huyo wa sheria wa mpito nchini Sudan, amewataka majaji wa ICJ waiamuru UAE kusitisha msaada wake uliotajwa kuwa kinyume na sheria kwa RSF na kulipa fidia kamili, ikiwemo malipo ya fidia kwa wahanga wa vita. Akijibu hoja kwa niaba ya Umoja wa falme za Kiarabu Rim Ketait Afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje alieleza mahakama kwamba madai kwamba UAE ndio mzizi wa mgogoro unaoendelea Sudan hayana ukweli wowote.